uamuzi wa, wa hiari wa mtu binafsi au mtu na mwenzi wake, lakini anaamua nini au anapanga nini? Anapanga awe na watoto wangapi na anze lini. Wanaume wana uzazi, wanaweza kufanya, kutumia uzazi wa mpango, na njia inayotumika kwa wanaume ni mbili tu. Moja ni kondom, kondom ambayo inaweza kufanya kazi mbili, ambayo ni njia pekee yake inayoweza kufanya kazi mbili kwa wakati mmoja, inazuia mimba zisizotarajiwa lakini inaweza kukukinga na magonjwa ambayo yanatokana na kujamiana. Kwa hiyo kondomu ina uzuri huo, lakini njia nyingine ambayo inatumika kwa wanaume ni kufunga uzazi. Mwanaume anafunga uzazi, na anayefunga uzazi ni nani? Ni yule ambaye anasema watoto wangu wametosha. Usije ukafunga uzazi kama watoto hawajatosha, kwa sababu kufunga uzazi ni njia ya kudumu ya uzazi wa mpango. Ikishafanikiwa hakuna namna ya kuirejesha tena kwa hiyo ni yule anayesema watoto wametosha, ndio anaweza kufunga. Sasa mwanaume anafunga, alafu anakuwaje? Kwanza, lengo la uzazi wa mpango ni nini? Lengo la uzazi wa mpango ni kwamba uweze kufanya tendo la kujamiana kwa raha zote, lakini usisababishe mimba au usibebe mimba. Sasa mwanaume anasema mimi nikishafunga uzazi itakuwaje? Naomba niwaulize wale ambao wameoa, nani amewahi kuona mbegu za kiume? Mbegu za kiume zikoje eh? Kwa hiyo mlichoona sio mbegu za kiume, mlichoona ni majimaji ambayo yanaitwa shahawa. Lakini ndani ya mbegu ile yale, yale, yale shahawa kuna mbegu za kiume, na mbegu za kiume zinakotengenezwa na shahawa zinakotengenezwa ni sehemu mbili tofauti. Kwa hiyo tunapohitaji kumfunga mwanaume, tunazuia mbegu za kiume zisifike pale shahawa zinakotengenezwa, kwa sababu unapojamiana unatoa shahawa lakini shahawa zinatoka na mbegu za kiume. Sasa ili itoke shahawa peke yake zisitoke mbegu za kiume, tunaziba ile mirija inayotokea kule chini kwenye vile vigololi vile, ile mirija inazibwa. Ikishazibwa ile hautaweza, zile mbegu za kiume haziwezi kufika pale shahawa zinakotengenezwa tena. Lakini mwanaume, zile mbegu za kiume zina uwezo wa kuishi kwa siku tisini, siku tisini. Kwa hiyo tukikufunga leo, kwa sababu mwanaume anatengeneza mbegu kila siku kila siku mwanaume anatengeneza mbegu lakini zikitengenezwa zinakwenda kukaa pale kwenye kile kifuko kinachotengeneza shahawa. Kwa hiyo siku ya kujamiana zinatoka pamoja. Sasa tukikufunga leo, bado kuna mbegu ziko kwenye kifuko cha shahawa, na pale zilipo bado zina uwezo wa kusababisha ujauzito. Kwa hiyo mwanaume tukishamfunga tunamwambia hivi, usije ukajamiana bila kinga kwa siku tisini. Kwa hiyo tunaweza kukupa kondom tukakwambia, hizi kondom utazitumia katika hizi siku tisini lakini pia tunaweza kumwambia mke wako anaweza kutumia njia nyingine ya uzazi wa mpango katika hizi siku tisini, ili baada ya siku tisini tunaamini zile mbegu za kiume zimekufa zote. Hata kama hukufanya tendo la kujamiana zitakuwa zimekufa zote, maanake ule muda wa kuishi umefikia mwisho. Kwa hiyo ndio kitu tunachokifanya sasa. Hiyo huduma inafanyikaje? Ni huduma rahisi, lakini ni madaktari wachache wanaojua kufanya kwa kutumia njia rahisi hiyo inayosema ukienda sehemu zingine watakwambia, "tunafanya", lakini watakufanyia upasuaji. Lakini kwa njia rahisi hatufanyi upasuaji, tunakuhudumia kwa kutumia dawa ya ganzi kwa muda mfupi. Muda wa dakika tisa tumemaliza kazi, na unatoka unaendelea kutembea, unaenda nyumbani. Ile mirija tunaitafuta kabla hatujatoboa mahali popote. Vidole vyangu vina uwezo wa kuisaka kule iliko, na nikavishika kwenye vidole vyangu namna hii, nikushika pale hii inaitwa vasectomy. Njia hivi, mtaweka dawa ya ganzi alafu mtatoboa katundu kadogo kwa kutumia kifaa maalum. Umepona na ile plasta unatoa mwenyewe nyumbani, hakuna kurudi hospitali. Ila tunakuomba baada ya siku saba nane, urudi hospitali ili tuangalie kama umepona vizuri. Lakini baada ya siku tisini, baada ya siku tisini tunakuambia urudi hospitali ili tuchunguze, je, zile mbegu kweli zimeisha? Tukikuta zipo, maana yake ile huduma imefeli lakini, ikishafanikiwa zile mbegu hazitaonekana na atakuwa huru kuendelea na tendo la kujamiana pasipokuwa na wasiwasi wa kusababisha ujauzito.